Aha, sentensi yetu ya nne, kitenzi ni lala, tutasema vipi? Sisi tulilala, sisi tulilala ngozi hmm. tuli, leo ulilala eh, wala. Hata mimi sikulala. Nyinyi mlituona tukilala? Mlituona? Hebu waulize kama walituona. Hapana, sisi hatukulala hmm. Sisi hatukulala. Kitenzi cha mwisho tutapewa na Godswill, ambayo itakuwa kazi ya ziada. Tutakuachia wewe ujibu hapo, utuandikie jibu ni lipi? Aha, kitenzi ni kula, hmm. Sisi tulikula aha, tuandikie jibu lako hapo, utuambie jibu ni lipi? Sawa sawa. Natumai umejifunza jambo moja au mawili. Gozi, umejifunza jambo? Naam, kwa heri ya kuonana.